Nilikuwa nataka kuambia Dorini ya kwamba mm, wakati alikuwa naona anatembea kwao usiku usiku, mm, ilikuwa na uhusiano na mama yake. Ala. Eh, ilikuwa na uhusiano wa kimapenzi na mama yake. Sasa umeamua kwanza, alafu baadaye na... Ala, wakati alimaliza shule yeye. Ngoja, ngoja. Tukapatana, tukapatana taoni fulani, hata iye akaija box yangu. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo, kabla hii majigambo yako iende za- sana aha, aha, ziga, story ya ukweli unasema Dorine alikuwa anakuona kwao mausiku usiku, usiku? E, nilikuwa na date mama yake. kwani Dorine hizo siku alikuwa na miaka ngapi? alikuwa na miaka tisa kumi hapo. O, alikuwa mtoto mdogo. E, alikuwa mtoto mdogo by then. na wewe ulikuwa mtu mzima? Nilikuwa e, nimemaliza form four tu that year. Oh, na mama yake alikuwa na bwana, baba ya Dorine. Eh, baba alikuwa lakini alikuwa na Nairobi anafanya kazi Nairobi. Oh, kwa hivyo mama alikuwa amebaki nyumbani na kutu tel, tel, ah, alikuwa na kutu mingi sana alikuwa amebaki nyumbani na bwana yake alikuwa na kamkam. So ukaamua kwa alikuwa anakawia sana kitambo arudi nyumbani. Ukaamua ukue baba Dorin? Ah, ah mama mwenyewe ndiye alinitongoza kwanza. Oh, okay. Eh, mama unaona kulikuwa na hii mambo ya urasho hizi. Uh -huh. Tukakutana na yeye hapo. Mhm. Akanishoni msindiki mpaka mpaka kwake sasa. Okay. Wakati tulifika kwake eh, akaniambia hakuna mahali wewe unaenda. Ala. akanifungia kwa nyumba Mama. Dorina, akakufungia kwa, kwa, kwa, kwa nyumba sasa. Watoto walikuwa walikuwa wadogo walikuwa kwa rumu yao eh, akanifungia kwa rumu yake.